Pointi tatu zinabaki Babati, lakini anayosababisha tubaki na pointi tatu ni Azizi Kada. Mambo vipi? Poa. I say lile goli liliibua eh, oh, nini hisia za mashabiki pamoja na wadau wa soka especially wapenzi wa Fountain Gate FC. Unazungumziaje? Ah, ni goli ambalo limetupa matumaini ya kuendelea kuwepo kwenye ligi na nadhani situation tuliokuwa nayo kila mtu ali, ali, alikuwa anaiona hapo mwanzo, lakini hizi pointi za leo zilikuwa muhimu sana kwao, unaweza ukaona jinsi gani lile goli limekuwa na vibe hata nje. Hebu niambie furaha yako sasa hivi ipo katika asilimia ngapi? Rate kuanzia moja mpaka mia moja. Tisina tisa. Tisina tisa. Yeah. Okay, umeondoka leo na man of the match, lakini pia ni mchezo wako wa kama sikosi wa pili ndani ya toka umejiunga na Fountain Gate FC. Toka umeanza paka sasa hivi, unaonaje uwanjani? Ah, tunajaribu ku, ku, kurudi kwa bora zaidi ya hapa lakini tunafuata maelekezo ya wa walimu jinsi wanavyotaka ili tunazidi kuimarika, kama unavyoona sasa, hizi timu inacheza vizuri, tunapata matokeo kama hivi, alhamdulillah. Onyesha na kushindwa kuzuia hisia zao dhidi yako leo. Ah, mashabiki wa... nawapenda sana e, chapili waendelee kujaa uwanjani, si hatutoangusha katika uwanja wa nyumbani, sidhani mm -hmm. kama kuna mtu atakuja atapona hapa. Thank you so much. Congratulations Kada. Asante sana. Yes. Huyo ni Kada ameweza kuzungumzia e, tuzo, tuzo yake inaweza ikaja tu hapa tukawaonyesha Watanzania, lakini pia wapenzi wa Fountain Gate FC, hii ndio tuzo ya man of the match ambayo ametoka nayo leo. Kada of course, ana deserve guys, ana deserve kwa kile ambacho amekionyesha.